Hamtaweza kujenga hoteli mkisha gawanyika mkawa yule yule ya vyama ushirika, hamwezi mkajenga hoteli, hamtafanya yale makubwa ambayo mnayaona mnayafanya sasa, kwa sababu jewe, jinsi ambavyo kunaendelea kugawanyika kuwa mdogo mdogo, ndivyo wale watu wa uchumi wanaita, sijui Kiswahili, mafanikio inazidi kupungua.

Shirika nimepewa dhamana ya kuhakikisha maendeleo ya ushirika, sio kuua ushirika weuniki. Furaha yangu ni kuwaona unakua na ushirika mkubwa unaotikisa urahayaurah yau nikshie magari manane ya usafirishaji kesho kutwa kuja kuzindua magari kumi kuja kuzindua eh, nasema hoteli, mashamba makubwa ya ushiriki ndio. <coughs> Furaha siyo kuwagawa, nitakuwa mtu wa mwisho kufikiria kwamba nani inahitaji kukawa, nitakuwa itakua namna ushirika ulivyokuwa mkubwa, na sasa hivi tuna takriban watu milioni nane ni wanaoshirika. Hatuwezi tukaenda bila kufuata taratibu, ndio maana tunaweka miongozo ili tusaidie, kwa sababu tuko wengi. Kama kila mmoja akitaka kufanya anavyojua hatutoboi. Nia yangu hapa ni kuwahamasisha na kuwakumbusha kwamba hakikisheni, kwenye shughuli zenu hakikisheni, kwenye maamuzi yenu hakikisheni, kwenye uongozi wenu mnafuata sheria, kanuni, miongozo na taratibu zingine zote zinazohusu ushirika.